Tujifunze maneno ya uzima, habari za ufalme wa mbinguni katika siku hii ya leo. Nataka tukajifunze juu ya kiburi. Tuyatazama maneno haya ya mtumishi wa Mungu Sulemani, katika kitabu cha Misali sura ya 11 mstari wa pili ambapo nasema ya kwamba, kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Sasa nataka tujifunze kwa habari ya kiburi ni nini, lakini pia kiburi kinakojaje? Hapa natuambia ya kwamba hekima inakaa na wanyenyekevu. Manake wanyenyekevu ni kinyume cha kiburi, na kiburi ni kinyume cha wanyenyekevu. Kwa maana kwamba tunapozungumzia watu wenye kiburi, ni watu ambao hawakubali kuonywa, hawapokei maonyo, hawapokei ushauri. Na wanyenyekevu ni watu ambao wanakubali kuonywa na wanapokea ushauri manake hapa tunaongelea kwa habari ya neno la Mungu linapokuja kwa wanadamu kama jinsi Sulemani alivyokuwa naliandika mahali hapa, au ushauri unaoenda kwa mtu ambaye kwa lugha nyingine Sulemani alikuwa anaita kama ni watu wapumbavu, kwa maana wamepungukiwa na hekima. Kwa maana mtu aliyepungukiwa na hekima ukimpa ushauri au ukimpa onyo, atakapokubali, basi huyo ni mnyenyekevu. Lakini kama akikataa, basi huyo ni mpumbavu, au kwa lugha nyingine, ana kiburi na hapa Sulemana anatuambia ya kwamba bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Maana hekima ya Mungu inakaa na wanyenyekevu na wala sio watu wenye kiburi. Katikati ya watu wenye kiburi hakuna hekima ya Mungu. Lakini kiburi ndani ya mtu kinakujaje? Hebu tuangalie maneno hayo, tujifunze katika mfano huu, maneno ambayo tunaweza tukaona katika kitabu cha Ufunuo w sura ya tatu, jinsi ambavyo kiburi kinavyokuja ndani ya watu mfano ambao unaweza ukatufundisha jinsi ambavyo neno la Mungu linapokuja kwa watu na jinsi ambavyo wanalikataa, kwa maana ya kwamba wanakuwa na kiburi. Katika kitabu cha Ufunuo sura ya tatu, tuangalie kuanzia mstari wa kumi na nne hapa nasema ya kwamba: na kwa malaika wa kanisa liloko Laodikia andika, haya ndiyo anenayo yeye aliye Amina, shahidi aliyemwaminifu na kweli, mwanzo wa kuumba kwa Mungu. Na ajua matendo yako ya kuwa hu baridi wala hu moto. Ingekuwa heri kama ungekuwa baridi au moto basi kwa sababu na no uvuguvugu wala hu baridi wala moto, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Kwa kuwa wasema mimi ni tajiri, nimejitajirisha wala sina haja ya kitu, nawe hujui ya kuwa wewe u mnyonge na mwenye mashaka na maskini na kipofu na uchi. Sasa unaweza ukaona maneno haya, kuna majibishano hapa, kuna maneno ambayo Kristo anayahubiri anawafubilia ni kanisa ambalo ni Laodikia. Katika video zilizotangulia nilikuambia ni kanisa la saba ambalo ndio kizazi hiki. Kila kanisa na ujumbe wake ambao Bwana aliuandika kabla majira hajatimia. Sasa katika kanisa hili, maneno ambayo anayanena na kusema ya kwamba kwa kuwa wewe ni vuguvugu vugu, si moto wala si baridi, nitakutapika utoke katika kinywa changu. Yeye Bwana ameliona jambo hili. Katikati ya kizazi hiki kwamba ni vuguvugu vugu kwa maana ya Wakristo, lakini Wakristo wenyewe wanajitazama vipi? Wenyewe wajitazami kwamba ni vuguvugu wanajitazama vugu. kwamba ni watu ambao wana maarifa tayari. Kwa hiyo Bwana Mungu amelitazama jambo hili na kuwaona watu hawa ya kwamba ni uchi na maskini na vipofu, ni watu ambao ni vuguvugu vugu. lakini wao hawataki kuonywa kwa sababu amekuja kuwahubiria kwa habari ya uvuguvugu wao. Maana jambo hili anapolisema ni kipindi ambacho anawahubiria kwa habari ya uvuguvugu wao, ni kipindi ambacho anawahubiria kwa habari ya umaskini na uchi kwa jinsi ya roho, lakini wao hawawezi kujiona kwa sababu wamepungukiwa na hekima, na jambo hili anakuja kulionya kwao ili kwamba wapate kulijua, ili wakapate kulipokea neno la Mungu ambalo ukiendelea mstari wa 18 um, nasema ya kwamba nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto, upate kuwa tajiri, na mavazi meupe upate kuvaa, aibu ya uchu wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Manake anakuja na, na dawa anakuja na mavazi, anakuja na ushauri ambao utakamfanya mtu huyu awe tajiri kuliko jinsi ambavyo anajiona kuwa ni tajiri, wakati ambapo ni maskini. Lakini mtu huyu anaukataa huo ushauri na kujiona ya kwamba yeye hana kitu ambacho anahitaji kwa kuwa yeye ni tajiri tayari. Manake tayari huyu ana kiburi. Amepungukiwa hekima, lakini hataki kupokea ushauri kutoka kwa Mungu. Na ndio kizazi hiki au kanisa katika kipindi hiki. Manake hapo ndipo yanapoanzia mashindano kati ya watu ambao wako kanisani na Mungu. Na hilo ndio jambo ambalo nataka tujifunze kwa habari jinsi gani ambavyo kiburi kinakuja ndani ya mtu. Kiburi kinakuja ndani ya mtu pale tu anapokuja kuonywa kwa habari ya makosa yake, kama jinsi ambavyo mahali hapa anaponena. Maanake kabla ya kuonywa kwao jambo hili likuwepo, lakini bwana hakulihesabu kama ni dhambi. Maana kabla ya kuonywa hawakuwa na dhambi, walikuwa na udhuru kwa sababu hawakujua. Lakini pindi tu linapokuja kuonywa, kuhubiliwa neno hili, ndipo watu hao watakapolikataa, wamekuwa na kiburi, na ndipo sasa, wakati huo, kiburi kinakuja ndani ya hawa watu. Manake kabla ya kuhubiliwa pamoja na kwamba walikuwa vuguvugu, walikuwa uchi, walikuwa masikini, lakini baada ya hapo watakapokuwa wamehubiliwa kwa habari ya uvuguvugu wao, kama jinsi katika kipindi hiki ambacho umeendelea kulisikia hili neno, manake ni kwamba katika kulikataa kwako, ndipo hapo kiburi kinapoonekana ndani yako, ndipo hapo unavyoonekana kuwa mtu mwenye kiburi, na ndiyo jambo ambalo sasa tunaweza tukarudi katika maandiko matakatifu jinsi Sulemani aliposema kwamba kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima hukaa na wanyenyekevu. Wakati ambapo kiburi kinakuja, ndipo aibu inakuja, kwa sababu hautashinda na kuketi katika hali ambayo unajiona kuwa wewe unajua wakati ambapo hujui, maanake Bwana atakushusha na kukutoa katika hali ambayo wewe unadhania ya kwamba umesimama. Sasa hili ndio jambo ambalo tulielewe vizuri, kiburi kinakujaje? Na hasa tunapotazama katika kizazi hiki ambacho Bwana Mungu amekwisha kukionya katika neno hili ambalo Kristo alilipokea kutoka kwa Mungu na kuja kuyaandika mambo haya ambayo atakayokuwapo katika vizazi vingi ambavyo vilikuwa vinakuja ambavyo vizazi hivi tayari tumeshavifikia kwa maana kwamba maneno haya yote yamekwisha kutimia na ni maneno ambayo kwako wewe unatakiwa kuyasikia na kubadilika na kugeuka kutoka katika uvuguvugu, kutoka katika maziwa, kwamba tumeyafikiria maneno hayo kama jinsi ambavyo nimetangulia kukuambia kwa habari ya kanisa hili la saba ambalo lilikuwa linaongea juu ya watu ambao ni walokole ambao wametokana na ufunuo au na uvuvio au uamsho wa William Seymour kuanzia kwenye miaka 1906 na hata wakazaliwa na kuenea sana katika ulimwengu. Kiburi kinaonekana katika kanisa hili la Laodikia katika watu wa kizazi hiki ambao kuonywa kwao hawataki kutubu, hawataki kusikia ili watoke katika hali ya uvuguvugu. Na ndiyo maana kwa nini anasema ya kwamba nitakutapika, anakutapika kwa sababu una kiburi. Ukienda mstari wa ishirini anasema ya kwamba, tazama nasimama mlangoni na mtu akisikia sauti yangu akafungua mlango nitaingia kwake. Manake hao utakaoweza kuwa wanyenyekevu katikati ya kanisa hili na kuweza kuisikia sauti, wakati ambapo sauti hii unapoisikia katika kuhubiliwa kwako kwa, kwa habari ya dhambi hii ambayo ni uvuguvugu, manake usipotubu inazalika zambi nyingine, zambi ya kiburi, kwa sababu Bwana hakusema uongo kwamba wewe ni vuguvugu, na ndivyo ulivyo, na ndio maana nimejaribu kukuonyesha ni kwa namna gani wewe ni vuguvugu nimejaribu kukuonesha jinsi gani uvuguvugu ulivyo, ili upate kuelewa na kujifunza, na kwa nini Bwana anakulaumu kwamba ni vuguvugu, wakati wewe umeketi kanisani ukijua ya kwamba wewe ni moto, kama jinsi unapojiona kwamba wewe ni tajiri, sio jinsi ambavyo kama Mungu anapokulaumu ya kwamba wewe si tajiri. Lakini Bwana anakwambia ya kwamba wewe ni maskini na kipofu na uchi, na wewe ni vuguvugu wala si moto. Na kwa maana hiyo, kama haulisikii na kuweza kutubu kutoka katika hiyo hali tayari hapo unabaki katika hali ya uvuguvugu wako, lakini vile vile una kiburi, kwa sababu haupokei maonyo kutoka kwa Mungu ambaye wewe unanena ya kwamba ninamwabudu ninamtukuza, lakini kiukweli ni kwamba haumwabudu wala kumtukuza, kwa sababu wewe una kiburi na wala hautina kusikia neno lake. Basi ninakupa ushauri na ushauri huu sio mwingine kwamba nakupa shauri ununue kwangu dhahabu iliyosafishwa kwa moto upate kuwa tajiri, na mavazi meupe pate kuvaa, aibu ya uchi wako isionekane, na dawa ya macho ya kujipaka macho yako upate kuona. Huo ni ushauri ambao Bwana Mungu anasema ya kwamba pokea ushauri na neno hili ambalo litakutoa katika hali yako ambayo unajiona kuwa ni tajiri, wakati wewe ni maskini, kwanza upate kuona ya kwamba wewe ni maskini na kipofu, na hapo anasema ya kwamba upokee ushauri. Kumaanisha ya kwamba upate kunyenyekea ili uweze kufundishwa na kuweza kuona ya kwamba ulikuwa katika makosa, na ndipo Bwana atakapoketi kula pamoja nawe na wewe pamoja na yeye. Mwenye masikio na asikie. Amen.